Mbona unatabiri mtu mtu mtu ya kukua one time? Mimi nataka niambia hawa jamaa jamaa mjipange vizuri. Na na na na nilikuwa naona yule former speaker wangu sikutaka kumuongelea. Lakini unasikia kila kila kila siku siku siku anasimama akisema akisema my my my my my son son son son son. Unajua yule mtu anaongea akisema kila siku ati my son. Alishikwa sijui na wakora wa gani? Wewe wewe unaita mtu wa 45 years my son. Wewe kichwa chako ni mzuri. Ule jamaa ananishinda na mwaka mmoja na wanasimama kila siku my son. My son. Because you are stupid. Mtu akishapita miaka 18 anajitetea, anakuwa mwanaume, kama ni msichana anakuwa mama, ama namna gani? So tunataka tuambie hawa jamaa, mjipange vizuri. Na mimi nataka nikuambia, Wamunyoro, wewe siasa tulikufunza tu kwa mwaka tano, ukakuwa DP kwa miezi 24, kwa sababu ya kutovumulia na una skills na ndio unaona leo sasa unaangaika. Ulikanyaga kiti, ulikuwa naye kwa, kwa mkono ukatupa wewe mwenyewe sasa. Hii naona unaunga, umeanza chama ya ukabila. Mimi nataka niambie Wakenya wote ndugu zangu, kutoka mlima, kutoka coast, kutoka Rift Valley, kutoka pembe zote.